Sasa unaenda wapi? Nimekufuta wewe mume wangu. Mtoto umemwachia nani? Mtoto amelala. Eh, sasa ungekaa naye pale? Nimekuja kukuuliza. Nini? Nimeacha hela yangu mezani. Sijaikuta. Nimeitafuta kila sehemu, sijaiona. Nimekuja kukuuliza wewe kama umeiona. Sasa mimi sijaiona. Ningekuwa nimeiona singekwambia tu kama nimeona. Kama ni mume wangu, tunaishi wawili mimi na wewe. Sasa hela itakuwa imeenda wapi? Alina kaivansi kale kadogo kale, mbona hujakaa na nilio watatu. Watatu wa na nani huyo? Mtoto mchanga hajui kutembea wala kuongea, anaichukuaje hiyo hela? Lakini kile ni kichaga kile, usikione vile pale, bado kidogo akijitambua. Kimesha kimeshaanza kukusanya pensheni kikawa kadogo kale. Ah, sio kweli. Kama ameishikilia uone kama hajakuwa. Wewe nenda kamuulize kama hajachukua uone kama hujakuta ile, amechukua, kamechukua kenyewe kale, hata kama kachanga kale, kanachukua Sachi, so uone ja kama hujakutana amechukua. nimemkagua kote, hamna hela. Wewe kaka Sachi, hata kama kadogo akajitambui. Oh kaka Sachi, jamani, nimeitafuta yani kila sehemu. Sasa sile yeah, itakuwa imeenda wapi? lakini kama nimepata miguu mi nitajuaje sasa, jamani wachaga kwa hela, kuanza kujikusanyia mapato vikiwa vidogo hivyo hivo, nakuja kunidai sijui